Usitengeneze migogoro kwa wenzako. Leo viongozi kadhaa wa Chama cha Mapinduzi wanawatengenezea ajali madiwani, wanawatengenezea ajali wabunge, lakini na nyinyi mwaka elfu mbili na ishirini na saba nawe tuseme huyu bwana hafai kuwa mwenyekiti au mwenyekiti mwingine tena mapema watu waanze kampeni za wenyekiti za ukatibu. Inawezekana mtakubali, kama wewe hutakubali, na usikubali katika hili. Tuwaache madiwani hao wafanye kazi yao mpaka baraza la madiwani litakapovunjwa. Tuwaache wabunge waendelee kufanya majukumu yao ya kutuwakilisha, na sasa hivi wako bungeni. Hata mheshimiwa Hassan, asubuhi leo tumewasiliana ameniambia "Kanisalimie sana viongozi wenzangu, ningeweza kushiriki nao, lakini nina majukumu ya kuwawakilisha kwenye vikao vya Bunge." Sasa <coughs> tumwache mpaka amalize muda wake, mchakato wa chama itakaporuhusu watu watachukua fomu, watu watajaza, watu watapigiwa kura za maoni, lakini kwanza vurugu mapema sio jambo zuri, na hasa kwa sisi viongozi Haya nimefikiri niyaeleze leo kwenu, ni viongozi, ili mkoa wetu wilaya yetu iendelee kuwa tulivu. Kazi ya sasa, ndugu zangu, sio kulumbana nani atakuwa diwani na atakuwa mbunge. Kazi ya sasa ni kusaka kura za CCM kama tulivyosaka kwenye serikali za mitaa na tukafanikiwa, vitongoji vyote katika tarafa hii ya Nakapani, na tukafanikiwa, vijiji vyote katika tarafa hii ya Nakapani. Ndivyo inavyotakiwa, tukaze buti, tuhakikishe kura za daktari Samia tunapata zote, kura za wabunge wa CCM tunapata zote, kura za madiwani wa CCM tunapata zote. Hayo ndio malengo na hiyo ndio mikakati ambayo tunaihitaji tuifanye, na nyinyi na sisi tushirikiane. Haya mambo mengine yanataka subira, muda ukifika, mtaelekezwa namna ya kufanya. Na mimi niwashukuru sana hao madiwani, wamefanya kazi kwa kiwango chake kwa muda wao, na nimshukuru sana Mheshimiwa mbunge na wabunge wengine, wamefanya kazi nzuri sana kiasi chake kwa muda wao. Sasa muda chama, ndio maana kunafika miaka mitano imefika, ridhaa itakuwa kwa wanachama, na hatimaye ridhaa itakuwa kwa wananchi.